Wakati wa enzi ya Song chini ya utawala wa mfalme Renzong, miaka ya elfu moja na kumi hadi elfu moja na sitini na tatu kaskazini mwa ukuta mkuu wa China, kikundi cha mamluki takriban watu 20 kilikuwa kikitafuta unga wa baruti. Walipokuwa wakikimbia kutoka kwa majambazi wa Hitan waliokuwa wakiwaua mmoja baada ya mwingine, walijificha ndani ya pango, lakini walishambuliwa na kiumbe kisichojulikana. Wawili tu walinusurika, William Matt Damon na Tova Pedro Pascal. William aliweza kukikata kiganja cha kiumbe huyo na kukihifadhi kama ushahidi. Kesho yake walifika kwenye ukuta mkuu na walikamatwa na wanajeshi wa China kutoka kikosi cha siri kiitwacho Nameless Order kinachoongozwa na Jenerali Shao Zhang Hanyu na mshauri mkuu Wang Andy Lau. Kikosi hiki kilianzishwa mahsusi na mfalme wa Song kupambana na viumbe wa ajabu wanaojulikana kama Taotie ambao huibuka kila baada ya miaka 60 kushambulia binadamu. Nameless Order kilikuwa na makundi matano maalum. Bear Troop wapiganaji wa karibu, Crane Troop wapiganaji wa kiakrobatiki, Eagle Troop wapiga mishale, Tiger Troop wataalamu wa mashine za vita, Deer Troop wapiganaji wa farasi. Ghafla Taotie walivamia ukuta mkuu. William na Tovar walisaidia kupigana bega kwa bega na wanajeshi, huku William akimwokoa mwanajeshi mmoja Peng Yong. Ujasiri wao uliwavutia Jenerali Shao na Kamanda Lin Jing Tian, kiongozi wa Crane Troop. Baadaye William na Tovar walikutana na Sabalad Willem Dafoe, mzungu mwingine aliyekamatwa miaka 25 iliyopita na sasa anafundisha Kiingereza na Kilatini. Watatu hao walipanga kuiba unga wa baruti na kutoroka wakati vita vinaendelea. Hata hivyo, Wang alimweleza William kuwa viumbe wale ni Taotie waliotokana na kimondo kijani kilichoanguka mlima wa Gou miaka elfu mbili iliyopita. Wachina waliamini viumbe hao ni adhabu kutoka kwa miungu kwa sababu ya uovu wa mfalme mmoja wa zamani. Usiku mmoja, Taotie wawili waliweza kupenya juu ya ukuta na kuua walinzi kimyakimya. Shao na Lin waliongoza Dia Troop kuchunguza, lakini Shao alijeruhiwa vibaya na hatimaye kufariki akimwachia Lin uongozi wa kikosi kizima. Wakati huo huo, mjumbe kutoka mji mkuu alifika na maandiko ya kale yakionyesha kuwa sumaku inaweza kudhoofisha Taotie. Wang alihisi kuwa jiwe alilobaba William ndilo lililomsaidia kumshinda kiumbe mwanzoni. William alikubali kusaidia kukamata Taotie hai ili kuthibitisha hilo na kuahirisha mpango wa kutoroka, jambo lililowakera Tovar na Ballard. Katika shambulio linalofuata, walifanikiwa kumkamata Taotie mmoja hai na kulipeleka mji mkuu kuthibitisha nadharia yao. Hata hivyo, wakati huo huo, waligundua shimo kwenye msingi wa ukuta ambapo Malkia wa Taotie alipitisha jeshi lake kuelekea mji mkuu. Tova na balad walijaribu kutoroka. Balad alimsaliti tova na kutoroka peke yake, lakini alikamatwa na hitan waliopiga baruti na kujirua pamoja naye. Tova alikamatwa tena. William naye alikamatwa kwa kosa la kuzuia mpango wa kutoroka, lakini alihifadhiwa na ushuhuda wa Peng Yong. Katika mji mkuu mjumbe alijaribu kuonesha malkia wa Song nadharia yao ya sumaku, lakini Taotie aliye hai aliweza kutoa ishara kwa malkia wao na kuanza shambulio kubwa. Lin aliamuru kutumia mipira ya hawa moto, hot air balloons, kuwasili mji mkuu. William aliachiliwa na akaamua kuungana nao katika vita badala ya kutoroka. Walipofika mji mkuu, Lin alinusurika kwa msaada wa William na Wang. Walipanga kutumia mlipuko mkubwa kumuua malkia wa Taotie kwa kumfungia Taotie aliyekamatwa na baruti. Walipokuwa wakipanga mpango, Peng Yong alijitolea maisha yake kuzuia mashambulizi ya Taotie. Hatimaye, Lin Wang na William walipanda mnara kupiga roketi ya baruti kulenga malkia. Wang aliuawa katika harakati, mishale ya William haikufua dafu hadi aliporusha sumaku katikati ya kundi kisha Lin kutumia mkuki wake kuua malkia. Mara moja viumbe wote wakaganda kama sanamu. Baada ya ushindi, William alipewa chaguo achukue unga wa baruti au amwokoe Tova. Alichagua rafiki yake. Waliondoka kwa msaada wa wapanda farasi wa kifalme wakielekea Ulaya. William alisema anatamani kurudi lakini kwa utani alimwambia Tovar kuwa hawezi kumwamini akienda peke yake. Hadithi hii imesimuliwa kwenu na Swahili Recap. Kama umeipenda bonyeza like, comment hapa chini na usisahau kusubscribe kwa video nyingine kama hii. Je, unataka tusimulie filamu gani ijayo? Acha maoni yako hapa chini.